Nyumba yoyote yule hakikisha unakuwa na mkataba kwa ajili ya upangishaji. Na wewe mpangaji, hakikisha unadai mkataba kabla hujaingia kwenye nyumba, hii itakusaidia sana. Usichukulie ushikaji, usichukulie urafiki uliokuwa nao wewe na baba mwenye nyumba, usichukulie. Hata kama mwenye nyumba ni kijana kiasi gani, ni rika lako, mnaweza mkaongea, hakikisha mkataba unakuwa mbele kwanza, mingine ndio anafuata. Usiokafikiria kwamba kuomba mkataba ni kukosana na, na mwenye nyumba Omba mkataba, ni haki yako. Wewe mpangaji, hakikisha unaomba mkataba kabla hujaingia kwenye nyumba. Utajiondoa na migogoro mingi sana mbeleni, na utakuwa unaishi kwa amani na uhuru, ukijua yapi ya kufanya, yapi ya kutokuwa fanya. Nikifanya kitu hichi, natakuwa nifanyaje? Nikiona hichi kimefanyika, natakiwa nifanyaje? Hebu kusoma mkataba, ujue kuna mambo mengi. Kuna kuna nyumba unafika, hutaki kupiga makelele, ni nyumba tu, watu wanaishi kwa kutulia, hutaki mamziki makubwa bila mkataba ndugu yangu, unaweza ukaje ujivinjari, ukajikuta mwisho wa siku huwezi, kwa sababu sheria za nyumba zina kulimit. Jitahidi kujua sheria za nyumba na mkataba unasemaje, ili kujua utaishi katika nyumba, ili kujua ndio hicho uchukua kitaka kweli au sicho. Sura ya nje, muonekano wa nje usikuchanganye ukazanishia hauhitaji mkataba. Karibu sana na asante kwa kunisikiliza, hala.